Mlaza pale chini, tafuta shuka safi, mfunike, kisha ndo anza simu. Jamani, huku fulani hatunaye, lakini sisi huwa tunamkimbia bwana. Vipi? Ah, mimi siendi huko, hapana, hapana, hapana bwana. Inakuwa kama kisa cha mtu amefiwa. Mtu amefiwa na mama yake mzazi, eh, mtoto yule ambaye baba babake mdogo anakuja kumtania, ah, yani baba wewe, baba mdogo unamlilia bibi? Ah, baba. Basi baba yule akakaa, akaka, akaka, akaka kimya, basi nisilie. Eh, jeneza linavotolewa, yule mjukuu kuona jeneza nalia. Eh, baba muulize, eh, eh mwanangu, naye vipi, unamlilia bibi yako sasa eh? Inakuwa ndo kama haya, yaani baba mtoto alimcheka baba, baadae baba naye baada ya kumtuliza mwanaye akaanza kumcheka mwanaye. Tusikimbie ndugu zetu wakifariki, tuwe nao karibu. Kwa hiyo, almautu kufa, mufarakatu ruhi ljasada, kuwacha roho eh, mwili ha, maiti kumwosha na, ku, na kumwandaa, inakuwa vipi? Tutaeleza mbele, furudhul ghusli, faslun furudhul ghusli, na hapo ndiyo mwisho kwa leo tutasimamia hapo. Fardhi za kuoga ithnani, zipo mbili tu. Fardhi za kuoga ya kwanza ania, maelezo yake tushayaeleza huko nyuma, hatuwezi kuyarudia tena. Mbili taamimul badani bilma'i, kueneza maji kwenye mwili wote. Mwili wako mkubwa kama mimi, kuna maungio mengine yamejikunja kunja, hakikisha maji yanapita, na ikiwezekana msalani, ukienda kuoga kule, vua viatu. Madada wanaosuka rasta wanatembea na majanaba, kwa sababu tamimu lbadani bilmai Eh, maji ya pite mwili wote, na ndio maana wadada wale wakiwa wanataka kujisafisha e hedhi wanaenda wanafumua wa nywele, si ndio? Nyumbani po hivyo, anafumua nywele zile anaoga mwili uenee, hadi maji yaenee mpaka kwenye kucha. Kuna madada wanabandika makucha, maji hayaingii, wanatembea na majanaba kauli lakini sio kusuka rasta, kusuka rasta, kusuka rasta. Kusuka rasta haifai, hadithi imeeleza mfuma yule msukaji na msukwa. Hapa tuelezee, ukienda katika kitabu Fiqh Sunna mwanazuoni ameweka mule, kuna baadhi ya mambo bora tu yaseme tu Kutoboa kipini, kutoboa kipini. Baadhi ya wanazuoni wanaeleza ni mwanamke kujibadilisha maumbile. Baadhi ya wanazuoni wanaeleza ni kujibadilisha maumbile. Baadhi ya wanazuoni wanaeleza ni pambo, lakini pambo la ndani, aone mwanamume tu ambaye anapenda kuona mkewe ana kipini. kujibadili maumbile ile sijui sajari haramu, wala mna kupepesa macho ni haramu, kuweka nywele dawa ni haramu, bridge haramu. Ila yupo mwanamama ameelezwa kwenye kile kitabu, ikiwa ana matatizo ya nywele, mnyonyoko, nywele zinanyonyoka nyonyoka, nyonyoka, nyonyoka. Huyu kwa sababu ana matatizo kama ni mtu wa stara ajiveshe stara. Maana ustadhi mmoja kwenye ibara hii akasema, hapa ndio tunaonyeshwa dalili ya kuvaa wigi nani, eh? mwanamke gani anaruhusiwa kuvaa wigi? Sio sheria pale, haijasema kuvaa wigi, imeeleza mwanamke mnyonyoko, nywele zake zinanyonyoka nyonyoka, ajistiri au kama ipo dawa ya kuondosha zile mba dawa ambayo haina madhara atapakaa, sio kuweka dawa A -a. hayo maelezo utapata katika kitabu Fiqhu Sunna linisai fakat, ukienda kusoma utaona maelezo. Kwa hiyo tuwanasihi dada zetu rasta, rasta hazifai, wanatembea na majanaba muda mwingi kwa sababu tumeona hapa faradhi za kuoga ithnani zipo mbili: ya kwanza niya, ya pili wa ta'mimul badani bil mai, na kueneza kwenye mwili bil mai bau ya istiana, kwa kutumia maji, yani mwili uenewe ni nini, maji uyachukue u e. Na vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaoga janaba lake Mtume kabla akiingia tu kutaka kuoga, alikuwa kwanza anasafisha mikono yake, kisha anasafisha sehemu zake za siri, kisha anajimwagia maji upande wa kulia, kisha upande wa kushoto, kisha anachukua udhu, alafu anaoga. Na hii ndiyo kauli kwa hadithi, hii unaipata katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hata katika Bulughul Marami unaipata hadithi hii namna gani mtume alivyokuwa anaoga janaba. Ndiyo hadithi inayoruhusu kuchukua udhu chooni au msalani, lakini kwa sharti ambayo pia kauli hiyo ameeleza mwanazuoni Ibn Baz katika majumuu fatawa yake. Kwa sharti moja, ukiwa chooni unachukua udhu usiseme bismillahi chooni, hilo tu. Ukiweza chukua udhu msalani, chooni, njoo uswali lakini kule uruhusi kusoma dua yoyote ile wa mafu mafu, usiseme bismillah, usiseme na unaruhusiwa. Kuchukua udhu huo ukiwa una hata kitu mzee Johani, ukiwa una hata jambo lolote, unachukua udhu, ila sharti lake usiseme bismillah, wala ile dua baada ya udhu pale. Ukaanza kunyosha kidojo, ashhadu alla, we choni we, haifai. Toka nje, ushasoma dua kutoka msalani, utasoma ile dua yako ya baada ya udhu. Tumeelewana waislamu wenzangu eh? Eh, kwa hiyo kwa leo inshallah tunasimamia hapa. Furudhu lghusli ithnani aniyatu, ya kwanza nia, ya pili wa ta'mimul badani bilmai, na kueneza maji mwili mzima. Usisahau sunna, unajisugua sugua mwili wote kama ni mwili wote, kwa maana mpaka chini ya unyayo, e, kote ukopeleka maji ya eneo mwili wote. Wallahu a'lamu. Nikaribishe maswali.